Habari ha, za so, wakati huu njia mbalimbali zitakuwa mbali, kufanya wewe ambao una uzito, una uzito mkubwa kuweza kupungua kwa haraka bila kufanya mazoezi mara kwa mara yaani wewe unakukimbia, mara hizi njia zitakusaidia sana wewe uweze kuwa na uzito ambao ni mzuri. Kama unataka kupungua uzito wako, ni kitu gani cha kufanya ili uweze kupunguza uzito wako? zingatia hili jitahidi sana ufunge kuwa una tabia ya kufunga kufunga mara kwa mara kuanzia masaa kumi na mbili mpaka masaa kumi na nne kumi na tano kwa siku moja angalau zoezi hilo unaweza kulifanya angalau kwa wiki mara mbili utashangaa kwa namna hipi ambapo unaenda kufanya kuenda kufanikiwa. Kama unahitaji kupungua uzito, achana vyakula vya wanga, achana vyakula vya sukari, kuwa na na tabia ya kufunga, yaani kutokula, kutokula mara kwa mara yani kuanzia asubuhi, kuanzia asubuhi au ile chakula ulichokula usiku hicho hicho unaenda kula mpaka usiku wake. Eza kama ulikula saa mbili usiku unakula tena saa mbili usiku, kwa hiyo unakuta unakula mara hii mara moja peke yake. ili sola uta lifanya tu kwa haraka kwamba uweze kukaa vizuri, anza taratibu taratibu taratibu taratibu, utajikuta tayari unaanza kuzoea ile hali. Hii ni kwa watu ambao wanataka kupungua uzito kwa haraka zaidi. Kwa haraka zaidi, acha vyakula vya wanga, acha vyakula vya sukari. Lakini pia kuwa una utaratibu wa kufunga kuanzia masaa kumi na mbili mpaka masaa kumi na tano kumi na nne mpaka masaa ishirini na nne ufunge. Ukishakula kile chakula cha usiku, kwa mfano kula chakula saa tatu mpaka saa tatu tena ndio ule chakula. Hapo mwili wako utakuwa unajiendesha kwa yale mafuta, unachoma yale mafuta ambayo yako mwilini. Kwa kadi mwili, kadi mafuta yako yanavyozidi kuchomwa mwilini, na ndivyo uzito wako unazidi kupungua siku hadi siku. Fanya hivi, jitesa hivi, utashangaa hali yako inaanza kuwa vizuri, utashangaa afya yako inaanza kuimarika. Kama ulikuwa na shida ya pressure, matatizo ya moyo, unashangaa inaanza kupona taratibu kwa kutumia hii formula. Asante sana. Kama miako ya kwanza, usahau kusubscribe, usahau kushare pia na kucomment kwa watu mbalimbali ambao watahitaji huduma hii. Asante sana.